Ambao Mungu atahifadhi hao watu wanaokuja aabhuwaa kila kitu na kitu na kwanza. Usiogope. Usiogope kwanza, unaona na mawazo yako mazuri ya kufanya kitu fulani, ya kufanya biashara fulani Anza. Anza. Anza. Anza. Watu wengi ni waonge walio katika kwanza, anaogopa anasema. Anza. Watu, watu watalinaona, acha watu wakuona, wanapokuona wewe acha watu wakutafsiri, wanapojua wewe wa, lakini acha neno la Mungu lifanye kazi. Acha kuogopa watu, acha kuogopa watu wanasema <tip> nini, acha kuogopa watu wanaongea <tip> nini. Fanya kile ambacho unaona kitakuletea manufaa katika maisha yako, fanya ile ambayo utaona ili baada ya miaka kadhaa uka saa itaniletea manufaa kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya ndugu zangu, kwa ajili ya watoto wangu, hiyo jambo litaniletea ma